Shirikiana na wale ambao wamemtusi baba, wamemdharau baba, hata wakati baba amekufa bado walimtusi kwa kifo. Mwenyezi Mungu akasema njoo kwangu Raila, wakati wako umefika. Alicheka, akafanya sherehe, akasema huyo mjaluo. Alimwita baba juu ya mauti yake, akamcheka tena, akasema sasa umekwenda, hakuna maendeleo tena itakuja Nyanza huyo farao, sio farao? Alaaniwe, silaaniwe. Mtampa kura, mtamnyima. Mwenyezi Mungu, umesikia maombi ya watu wa Magarini. Wamesema kamwe hawakai na farao, na kuomba Mungu wa imani, mwondoe huyu kijana awe Musa kati ya hawa, alete maendeleo hapa, na udogo wao uwe ukubwa mbele yako, Mwenyezi Mungu. Hivyo mimi nataka kuambia tu kile chama cha ule jamaa alifukuzwa na Ruto kile chama cha shareholders, chama ambao hakitambui wakenya wengine bali watu wa mlima peke yake, washindwe hapa Magarini kwa jina la Yesu. Kuna wakati tulikuwa mkutano na gavana wenu na mbunge wenu huyu hapa, wakati kimutu kilikuwa namba mbili, ule tulimtoa kwa kiti, alikuwa akiitwa nani alikuwa akiitwa nani? alikuwa anaitwa wa Munyoro, alikuwa aibu wa rais. Sio naibu, alikuwa aibu wa rais. Katika mkutano huo rais akaongea, akasema, na je, Magarini akaamka, akasema Magarini ni wa Mijikenda, ni watu mbili na nusu. Nyinyi aliwaita watu mbili na nusu. Huyu gavana wenu akaamka kumpiga kofi, akashikwa na askari. Huyu mbunge wenu akaangusha hilo meza, kukaribika mkutano. Na wahurumia nyinyi, ni watu mbili na nusu. Nyinyi hata kama ni kudharau wa mijikenda, kiwango gani mpaka uambie wako mbili na nusu, wala hawana shares katika hiyo serikali. Leo hii amekuja hapa eti amesimamisha mtu na chama chake, chama cha kifarao, chama isiyokuwa na misingi yoyote, chama cha kabila nusu, si hata kabila nzima, sababu Wakikuyu wengi wamekataa hiyo chama, ako na watu mbili tatu. Leo hii amejua nyinyi mumetosha kumpigia kura, na alisema mko mbili na nusu, mtampa kura. Mujua mukimnyima hari wachungwa, mumempa ndugu ya farao kiti Mtakula meza moja na Farao. Kenya ni nchi moja, makabila yote wako kenye serikali. Hakuna kabila lililo kubwa kuliko kabila nyingine, na sisi wote ni wa Kenya. Nchi ni yetu sisi wote, si kweli? Uwimbo ni naimba oh, oh, sio wimbo ni maombi, namuomba Mungu Baba eh, ailinde nchi yetu eh. Ewe Kenya mama yangu we, ewe Kenya baba yangu we, ewe Kenya mama yangu we. Hii nchi tunaipenda sababu hatuna nchi nyingine. Na hatutakubali madharau, kudharauliwa heti tuko wachache. Hata mimi kule ninakotoka, alitusi tuko wachache lakini kwetu hata kusimamisha mtu hawezi akajaribu. Sisi ni simba la baba, tuliuonja ule mkono wa baba. Sisi sio wa kuchezewa, na nyinyi msichezewe. Mimi nitoke Migori, imenichukua siku tatu ili nifike hapa ili niwahakikishie ujumbe, ni uchungu ninao watu wakiitwa wachache na tutaisafisha nchi hii, tuonyeshe wachache wako na sauti na hakuna wachache mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kijana huyu Harry Kombe wachungwa kwa uchache wako na mbili na nusu yako ulioitwa, na meza ulioigeuza, na wewe kofi gavana ulioipiga, tutahakikisha kijana huyu amerudi kwa kiti chake, na mimi nitalala hapa mpaka situ atakapotangazwa akishatangazwa kwa maarifa sijaoleka mnipe jikoni, nabakia hapa. Mmekubali? huyo huyo aliyewaita nusu, huyo huyo wakati baba Raila molo Odinga, Mwenyezi Mungu amweke palipema peponi, alipokuwa kitandani anaugua, alimcheka baba akasema huyo mtu akifa, mimi nitachinja ng'ombe zangu arobaini, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sio mapenzi yake wala amri yake. Mwenyezi Mungu akasema, njoo kwangu Raila, wakati wako umefika. Alicheka, akafanya sherehe, akasema, huyo Mjaluo alimwita baba juu ya mauti yake, akamcheka tena, akasema, sasa umekwenda, hakuna maendeleo tena itakuja Nyanza. Huyo farao sio farao, alaaniwe, silaaniwe. Mtampa kura? Mtamnyima? Mwenyezi Mungu, umesikia maombi ya watu wa Magarini, wamesema kamwe hawakai na farao, na kuomba Mungu wa imani, mwondoe huyu kijana awe Musa kati ya hawa, alete maendeleo hapa, na udogo wao uwe ukubwa mbele yako Mwenyezi Mungu. Nitachukua nafasi hii kwa unyenyekevu niombe kura zenu tarehe ishirini na saba mwezi huu na mwaka huu, mkaweze kuniregesha pale kitini, mukathibitishe Kenya nzima ya kwamba mulipiga ndipo na munarudisha ndipo na zaidi huyu ndugu yangu anayepingana na Kombe, huyu anayepingana na Kombe wa kile chama cha shareholders, si mnajua wale wanaosema Wagiriama ni wachache hawafai kuwa kwa serikali? Leo anatafuta aweke mbunge Magarini kwa hao watu wachache tena. Kwa hivyo mi nataka kuambia tu kile chama cha yule jamaa alifukuzwa na Ruto, kile chama cha shareholders, chama ambao hakitambui Wakenya wengine bali watu wa mlima peke yake Washindwe hapa Magarini kwa jina la Yesu. Tunakubaliana wangapo, wanasema washindwe, washindwe, washindwe, warudi huko wakatafute shaa mlimani. Mimi ni kwa hapa kuambia jameni, na mimi ndio gavana wenu hapa mlionichagua, si ndio? Na mimi nasema mwelekeo wangu ni hapa. Njoo Kombe, mwelekeo wangu ni wapi nasema mwelemo mwe wetu wangu ni wapi? Tukubalana ni hapa. Nyinyi watu wa Magarini, out of 40000 votes ambayo ilipigwa hapa, nyinyi mlimpigia baba 30000. Asanteni sana kwa kumpigia baba kura 20, 2022. Asanteni shukrani sana, na najua baba aliwashukuru wakati alikuja hapa na Governor Gideon maitha Mung'aro. Sasa huyu jamaa ambaye anasimama hapa ameenda kushirikiana na wale ambao wamemtusi baba, wamemdharau baba, hata wakati baba amekufa bado walimtusi kwa kifo. Huyo ameenda kushirikiana nao. Nyinyi mtashikana na yeye, mtaibisha baba, mtaibisha baba kwa kifo na huyu Gideon Maitha Mung'aro nimesikia vile amezungumza hapa juu ya maendeleo ambayo amefanya hapa marafa ninaambia ODM hakuna kuchimbira tuko ndani ndani ndani. hatukimbii katika hii broad-based twaendelea mpaka mwaka 2027 ndipo baba alipotuacha na ndipo tutakapokaa ikifika mwaka 2027 mambo mawili yatafanyika. Hebu fanyeni hivi, mambo mangapi yatafanyika? ikifika mwaka 2027 mambo mangapi? Aidha, aidha, aidha tutakuwa ni wenye kuunda serikali ama tutakuwa ndani ya serikali, upinzani, bye bye my friend.

Samba we. Yeah. Tuko nyuma yako. Usijibu mtu. Urichira sisi. Umeshimwaga.

Mtaweza kusimama tafadhali, tuweze kusimama kwa wimbo, nitaweza kusimama kwa neno la maombi. Na kama umevalia kofia, sio kwa rasmi, nitakuuliza utaweza kuteremsha <tipi>